Mapema tarehe 27 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2025 kupitia kwenye mitandao ya kijamii kulisambaa taarifa zilizodai kuwa mfanyabiashara Niffer amechukuliwa na watu wasiojulikana katika duka lake linalofahamika kwa jina la Niffer Mo na kuondoka naye. Taarifa zilizosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na kuzua taharuki huku wengi wakitamani kusikia kauli ya Jeshi la Polisi kuhusiana na kutoweka kwa mtu huyo. Taarifa hizi awali zilipostiwa kupitia kwenye ukurasa wa mtandao wa Instagram wa mtu maarufu Faidha Ali ambaye yeye aliposti picha ya Niffer na kuandika ujumbe uliokuwa ukisomeka kwamba Nifa amepigwa sana na amechukuliwa na watu wasiojulikana. Jamani, hatari imezidi. Hii habari imetoka Germany kwa mtu ambaye alimwagiza boda dukani kwa nifa kupeleka mzigo, yaani ni habari ya kweli, boda kaiona live. Watu wa karibu na Nifa, jeshi la polisi, msaada jamani. Mimi naogopa sana jamani, mpaka sasa sijajua amepelekwa polisi au wapi, maana hawa watu walikuwa na bastola, yaani amepigwa mpaka anavuja damu. Ya Rabi, mwokoe binti wetu. Huu ndio ujumbe ambao aliuweka Faiza Ali, ambapo kwenye ujumbe huu pia aliweza kutagi page za kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo page ya polisi Tanzania, page ya Gwajima na page ya ikulu mawasiliano, na kumaliza kwa kuandika tunaomba msaada. Baada ya taarifa hizi kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii huku wengi wakihitaji kupata ufafanuzi kutoka kwenye. Jeshi la polisi. Hatimaye jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, limetoa tamko juu ya kuchukuliwa kwa mfanyabiashara huyo ambapo tamko hili lilipostiwa kupitia kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Instagram wa moja kati ya vyombo vya habari maarufu ambapo taarifa hiyo iliandikwa baada ya kusambaa mitandaoni kwa taarifa za mfanyabiashara Niffer kutekwa na watu wasiojulikana Leo dukani kwake maeneo ya Sinza kumekucha jijini Dar es Salaam. Mmoja kati ya vyombo vya habari imelitafuta jeshi la polisi ili kupata uthibitisho wa taarifa hizo zilizosambaa mitandaoni. Kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro alikithibitishia chombo hicho cha habari kuwa jeshi la polisi ndilo lililohusika kumkamata mfanyabiashara huyo, huku akisisitiza yafuatayo: polisi wamemkamata, wala sio watu, sema polisi wamemkamata, mimi ndiyo nakwambia, amesitiza amesisitiza Kamanda Muliro. Na hayo ndiyo maelezo yaliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro juu ya tukio la kukamatwa kwa mfanyabiashara Anifa siku ya tarehe 27 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025. Kauli hiyo ya Kamanda Muliro ni jibu kwa kile kilichokuwa kikienezwa kwenye mitandao ya kijamii na kuzua taharuki miongoni mwa watu waliokutana na taarifa za awali zilizodai kwamba mfanyabiashara huyo ametekwa na kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Je, ni tuhuma zipi zilizofanya mfanyabiashara huyo akamatwe? Endelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako. Mapema tarehe 27 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2025, kupitia kwenye mitandao ya kijamii kulisambaa taarifa zilizodai kuwa mfanyabiashara Niffer amechukuliwa na watu wasiojulikana katika duka lake linalofahamika kwa jina la Nifamo na kuondoka naye. Taarifa zilizosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na kuzua taharuki, huku wengi wakitamani kusikia kauli ya Jeshi la Polisi kuhusiana na kutoweka kwa mtu huyo. Mtandao wa Instagram wa mtu maarufu Faidha Ali ambaye yeye aliposti picha ya Niffer na kuandika ujumbe uliokuwa ukisomeka kwamba Nifa amepigwa sana na amechukuliwa na watu wasiojulikana. Jamani, hatari imezidi. Hii habari imetoka Germany kwa mtu ambaye alimwagiza boda dukani kwa nifa kupeleka mzigo, yaani ni habari ya kweli, boda kaiona live. Watu wa karibu na nifa, jeshi la polisi, msaada! Jamani, mimi naogopa sana jamani. Mpaka sasa sijajua amepelekwa polisi au wapi, maana hawa watu walikuwa na bastola, yaani amepigwa mpaka anavuja damu. Ya rabi mwokoe binti wetu. Huu ndio ujumbe ambao aliuweka Faiza Ali, ambapo kwenye ujumbe huu pia aliweza kutagi page za kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo page ya polisi Tanzania, page ya Gwajima na page ya Ikulu mawasiliano, na kumaliza kwa kuandika tunaomba msaada. Baada ya taarifa hizi kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii huku wengi wakihitaji kupata ufafanuzi kutoka kwa jeshi la polisi. Hatimaye jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, limetoa tamko juu ya kuchukuliwa kwa mfanyabiashara huyo, ambapo tamko hili lilipostiwa kupitia kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Instagram wa moja kati ya vyombo vya habari maarufu, ambapo taarifa hiyo iliandikwa baada ya kusambaa mitandaoni kwa taarifa za mfanyabiashara Niffer kutekwa na watu wasiojulikana Leo dukani kwake maeneo ya Sinza kumekucha jijini Dar es Salaam. Mmoja kati ya vyombo vya habari imelitafuta jeshi la polisi ili kupata uthibitisho wa taarifa hizo zilizosambaa mitandaoni. Kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro alikithibitishia chombo hicho cha habari kuwa jeshi la polisi ndilo lililohusika kumkamata mfanyabiashara huyo, huku akisisitiza yafuatayo: polisi wamemkamata, wala sio watu. Sema polisi wamemkamata, mimi ndiyo nakwambia. Amesitiza Kamanda Muliro. Na hayo ndiyo maelezo yaliyotolewa na Kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro juu ya tukio la kukamatwa kwa mfanyabiashara Anifa siku ya tarehe 27 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025. Kauli hiyo ya Kamanda Muliro ni jibu kwa kile kilichokuwa kikienezwa kwenye mitandao ya kijamii na kuzua taharuki miongoni mwa watu waliokutana na taarifa za awali zilizodai kwamba mfanyabiashara huyo ametekwa na kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Je, ni tuhuma zipi zilizofanya mfanyabiashara huyo akamatwe? Endelea.